Karibuni wasikilizaji wa radio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa utafiti wa Sande ya Torino katika siku ya 34 ya Kwarezima, kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwa Uso iliyojengwa kumwenzi huyu unayokutana naye katika sanda ya Torino, sanda ambayo juu yake kuna picha inayoonekana kama selfie au picha ya kujipiga ya mtu aliyezongwa ndani ya sanda, lakini kifoni picha inayoonyesha umbo lake nayochukua kumbukumbu zote za mateso yake tangu alipoingia katika mateso mpaka kufa, na picha ambayo imeshika kwenye hiyo sanda kwa nguvu ambazo sayansi sasa hivi haijui ilikuwa ni nguvu za namna gani, na wala haiwezi kurudiwa. Basi picha ya ajabu. Basi karibuni tuendelee kutafakari jambo hili. Taanza kwa nukuu vipimo vya umri bila kutilia manani makandokando yake ya kiarkeolojia avitoshi kuonyesha umri wa kitu husika. mwisho wa nukuu. Ayo ni maneno ya Marie Claire van Rustewic Gastuh, mtaalamu wa mambo ya karne za kati. Matokeo ya umri wa sanda ya mwaka 1988 yalipokelewa kwa hisia tofauti. Upande mmoja, kuna watu waliokuwa wanaamini tangu mwanzo kwamba sanda ya Torino ndilo shuka lililotumika kwa maziko ya Yesu. Baadhi walihudhuria maonyesho ya adhara ya mwaka 1978. Inawezekana kwamba kati ya mamilioni ya wale waliohudhuria maonyesho hayo walikuwemo watu waliokwenda kwa ajili ya kutalii tu, kama watu wanaofunga safari ndefu kutoka nchi za mbali kwenda kuona mlima Kilimanjaro au mbuga za wanyama kama Serengeti. Inawezekana pia kwamba wapo waliokwenda kwa sababu ya shauku yao ya kisayansi, lakini bila shaka walio wengi walikwenda kama waujaji. Kwa mfano, ni vigumu kufikiri kwamba Kardinali Karo Voitila, aliyekuwa achaguliwe kuwa Papa Yohani Paulo wa pili siku chache tu baada ya kushiriki kwenye maonyesho, yeye alitoka Krakow, Poland kushiriki katika maonyesho hai adhara kama mtalii au mwanasayansi. Ni vigumu kusema kwamba alikuwa amenishiri kama mtalii au mwana sayansi, alifika tu kama muujaji. Huyu bila shaka alikwenda kama muujaji kuona na kusali mbele ya sanda takatifu. Sasa ni vigumu kufikiri kwamba tangazo la matokeo ya umri wa sanda alikushutua kwa namna yoyote. Watu wa namna hiyo wao pia ni binadamu, wanazo hisia kama binadamu wengine, kama mimi na wewe. Huenda iwawie vigumu watu waliokuwa wamekwishaona kwamba kuna sababu za msingi na za kutosha kuwafanya wafikiri kwamba hii ni sanda ya Yesu, sasa wazifute kabisa wa sababu hizo vichwani, bila kuonyeshwa kwa sababu hizo na kwamba sababu hizo ni batili. Kwa mfano itakuwa iliwawia vigumu kuwataka waamini kwamba picha ya sanda ni kitu kilichochorwa na mjanja fulani ambaye atajwe bila kuonyesha huyo mjanja ameuchoraje, na, na alikuwa wapi na katika mazingira gani. Itakuwa iliwawia vigumu kutakiwa kuamini kwa kwamba huyo mchoraji mwenyewe alikuwa na uwezo mkubwa hivyo alifikiria kufanya safari kwenda Edesa, Uturuki na Yerusalemu, akikusanya poleni za mimea na kuzirashiarashia kwenye sanda, kusudi mpelelezi tiba miaka mia sita baadaye aweze kugundua kwamba zipo na kudanganyika kwamba sanda imetokea Yerusalemu kupitia Edesa kabla ya kufika Ulaya. Itakuwa iliwawia vigumu wafanye waamini kwamba mchoraji huyo aliweza kuingiza katika mchoro wake taarifa za mielekeo mitatu, kusudi wanasayansi karne sita baadaye waweze kudanganyika kwamba hii picha haikutengenezwa kwa mkono na ufundi wowote unaojulikana mpaka leo. Kwa ufupi, watu wa namna hiyo walijikuta wameingizwa katika mazingira yaliyowataka kuyapokea matokeo katika hali ya ubaridi fulani. Matokeo yaliwafanya wajisikie kana kwamba hapo awali walikuwa wanacheza mchezo unaoitwa Snakes and Ladders, ambapo mchezaji anatakiwa kukwea mpaka juu kwa hatua zisizotabirika. Katika kucheza kwake mchezaji akipata bahati akaanguka penye kianzicho cha ngazi, anawaishwa na kufikishwa mahali fulani kule juu bila kupitia hatua nyingine ndogo ndogo hapo katikati. Akipata bahati kubwa, anaweza hata akajikuta ghafla karibu na kilele na kujitangazia ushindi. Lakini katika kucheza kwake, akiangukia kwenye mdomo wa nyoka atashushwa chini ghafla kutoka mahali popote alipokuwa amefikia kule juu, hata kama ni karibu na kileleni, hadi mahali popote chini, hata karibu na pale wanapoanzia wachezaji wote, kwenye ncha ya mkia wa nyoka, bila kujali mafanikio yote yaliyokwisha fikiwa na mchezaji. Ni mchezo wa kujiburudisha kwa njia ya bahati nasibu bila kupanga hatua za kupitia, lakini utafiti wa maarifa juu ya sanda ya Torino kamwe haviwezi kuchukuliwa kama mchezo wa kubahatisha kama ilivyo mchezo wa Snakes and Ladders. Utafiti wa sanda kuna heshima zake, ndio sababu kama tutakavyoona katika sura ifuatayo ya kipindi cha kesho, mtafiti wa sanda anahitaji kutembea kwa moyo wa utulivu na saburi hasa. Asanteni sana wasikilizaji wa redio wa Mbiu sauti ya Faraja katika kipindi chetu cha leo siku ya 34 ya Kwaresima, na kesho tutazungumza juu ya mwito wa utulivu. Asanteni sana na Mungu awabariki.